Wanaume, je, unajua vinywaji unavyokunywa vinaweza kuathiri uwezo wako wa kupata mtoto? Tafadhali jiunge nasi na usisahau kusubscribe kwa ushauri zaidi wa afya. Leo tunazungumzia vinywaji viwili muhimu ambavyo kila mwanaume anapaswa kuviepuka ikiwa anatamani kuwa baba. Kwanza, vinywaji vyenye sukari nyingi kama soda na juisi za viwandani. Utafiti unaonyesha kuwa matumizi ya mara kwa mara yanaweza kupunguza ubora wa mbegu za kiume. Sukari nyingi huweza kusababisha uvimbe na kuathiri homoni, jambo linaloweza kuzuia uzalishaji wa mbegu zenye afya. Pili, pombe kupita kiasi. Ingawa kiasi kidogo kinaweza kisiwe na madhara, unywaji mwingi wa pombe huathiri vibaya uzazi wa mwanaume. Pombe inaweza kupunguza viwango vya testosteroni, kuharibu mbegu za kiume na hata kuathiri uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo, ili kuongeza nafasi zako za kupata mtoto, ni muhimu kupunguza au kuacha kabisa vinywaji hivi. Chagua maji, chai isiyo na sukari au juisi za matunda asilia kwa afya bora ya uzazi. Afya yako ya uzazi ni muhimu. Chukua hatua leo kwa maisha bora na familia yenye furaha. Asante kwa kutazama na usisahau kusubscribe.